Ibara ndogo ya pili ya Ibara ya tatu inasema, mambo yote yahusuyo uandikishaji, uendeshaji wa, wa, wa vyama vya siasa nchini itasimamiwa kwa mujibu wa sharti au wa masharti ya katiba hii na sheria iliyotungwa na Bunge kwa ajili hiyo. Kwa ibara hii sasa ndogo ya pili ya Ibara ya, ya, ya tatu inakwambia kwa mambo yanayohusu vyama vya siasa mambo yanayohusu vyama vya siasa hapa amesema mambo yote ina maana mambo yanayohusu yoyote, yanayohusu vyama vya siasa yatasimamiwa kwa mujibu wa masharti ya katiba. Kwa hiyo masharti ya katiba hii au katiba hii itasimamia mambo yote ya vyama vya siasa. Na pia na sheria ambazo zimetungwa na bunge kuhusiana na mambo hayo. Hii sasa inama ina maana kwamba mambo yoyote yale yoyote inaweza kiujumla yani, maana yake kivyama kiujumla au kichama kimoja kimoja, yani maana yake unakuta chama kina mambo yao, kina sheria zao, kina kanuni zao, na pia hivi vyama vyote vina sheria ambazo zinaongoza zina hivi vyama, pia kuna kanuni ambazo zinaongoza hivi vyama kwa ujumla. Ina maana kuna specific na kuna general. Kwa hiyo katiba inatuelezea haya mambo yote ni yapi. Hata tunaanzia kuanzia ile ngazi ya kwanza, ngazi ya juu au taasisi ya kwanza inayoshughulikia mambo ya kisiasa, mambo ya, vyama ya, mwisho kwenye chama, kimondia, kimondia, ya mikutano, masuala ya kutunga kanuni, chama kimoja kimoja znatunna kanuni zao zinatunga, zinatunga, kutunga sheria zao na mambo mengine yote ambayo yanausu vyama vya siasa ewe iwe kimoja au iwe vingi lazima ifuate katiba na sheria ambazo zimetungwa na Bunge. Tunaambiwa sasa. Hii sheria mama ambayo katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lazima ifuatwe. Mnatunga jambo lenu lakini mwangalie katiba, je, inaenda kinyume na katiba? Hapana, mnaendelea na mambo yenu vizuri. Haya, mikutano yenu inaenda kinyume na, je, na sheria zilizotungwa na Bunge ambazo zinahusu masuala ya kisiasa? Hapana, masuala ya vyama vya siasa hapana, mnaruhusiwa kwa kufanya hiyo mikutano. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ukuu au umuhimu wa katiba hii katika vyama vya siasa na pia sheria, umuhimu wa sheria ambazo zimetungwa na Bunge katika vyama vya siasa. Kwa lazima tufuate hizi kanuni Katiba na sheria ambazo zimetungwa na Bunge kwanza kabla ya kufuata vitu vingine vyovyote. Na sheria zilizotungwa na Bunge ziko nyingi, angalia jambo lako lime bili na sehemu gani ya vyama vya siasa au kwenye masuala ya kisiasa, utaiangalia sheria na pia sio sheria, utaangalia katiba pia kama unaona kinyume au unaona kwa sheria ambazo zimetungwa njiria, uwa, na bunge kwa ajili ya kusimamia uandikishwaji na utekelezaji masuala yote ya vyama vya kisiasa. Kuna National Election Act ambayo ni sheria ya taifa ya uchaguzi. Pia kuna Local Authority Election Act, hii ni sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Kama mnavyojua, kuna uchaguzi wa serikali za mitaa na kuna uchaguzi mkuu na uchaguzi wa serikali za mitaa hii ni masuala ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Pia kuna Election Expenses Act, pia kuna Political Parties Act, na Political Service Retirement Benefits Act na na kadhalika. Na sheria hizi zipo nyingi na mnatakiwa mfanye mzifahamu. Mm, sio wewe yoyote ambaye atajibu au atashughulika na mambo yote ya kisiasa au masuala ya vyama vya kisiasa ni lazima hizi sheria na pia sio sheria kama tulivyosema awali, na katiba, kwa sababu katiba ndio imetambulisha vyama vingi vya siasa. Kwa taasisi, jumuia, chama chochote ambacho vinahusiana vina au vina dili na mambo ya vyama vya siasa au mambo ya kisiasa lazima vifuate katiba na sheria.